Wenzetu nchi jirani mm -hmm. Hawataki kupokea mpaka ziwe zime clear document. Sema hapa ni kwamba mimi na wewe mm -hmm. Tujeuke mimi sio mkuu wa mkoa mm -hmm. Tunachotaka ni kufacilitate business hapa mpakani mm -hmm. Gari zimefika zote ziko mm huku -hmm. Wewe unaona mi nani anapenda gari zikae ua mi mm -hmm. Mkuu wa mkoa anapenda mheshimiwa mm -hmm. Mkuu wa wilaya anapenda meneja wa TRA anapenda pen. penzi mtazamaji ili kuwa wa kwanza kupata matukio tafadhali, bonyeza kitufe cha subscribe kama mshale unavyokuonyesha. Na huko mkoani Songwe kimefanyika kikao maalum cha kujadili changamoto za foleni ya malori mpaka wa Tunduma. Kutokana na foleni kubwa ya malori katika mpaka wa Tunduma mkoani Songwe, mkuu wa mkoa wa Songwe Mheshimiwa Daniel Chongolo aliitisha kikao maalum cha kujadili changamoto za uvukaji wa magari makubwa. Kikao hicho kilihusisha viongozi wa madereva, waajiri, mawakala wa forodha na wawakilishi kutoka serikalini kwa lengo la kubaini na kutatua sababu zinazosababisha msongamano huo. Mheshimiwa Daniel Chongolo alikuwa na haya ya kusema: tulitoa fursa ya mjadala wa mambo mengi sana sasa. Eh, kwanza ni kuja ku, kujifunza tumefikia wapi kwenye yale ambayo tulikuwa tumekubaliana, lakini kubwa kuangalia kama bado kuna mkwamo, lipi limekwama, tufanyeje ili tulikwamue, tuende mbele tukiwa hatuna mikwamo ambayo haina sababu, kwa sababu tupo viongozi. Kama kuna mikwamo, maana yake na sisi tunakuwa tutimizi wajibu wetu, na kama kuna hakuna mkwamo, maana yake tunaenda vizuri. Kwa hiyo tujipongeze, sio kila tukikutana tunakutana kwa sababu ya matatizo tu, mara nyingine tunakutana kwa sababu ya kujenga E, msingi wa kawaida wa utekelezaji wa shughuli ambazo tumekabidhiwa na dhamana ambazo tumekabidhiwa. Kwa hiyo kubwa ni hilo kwamba angalau tupate muda wa kufanya mapitio wa yale tuliyojadili ya yajadili nyuma, e, haya ambayo tunaendelea nayo sasa, lakini na utendaji wa shughuli kwa ujumla, kumekuwa kila muda, kila mtu anasema analoona linafaa. e, sisi tumepewa dhamana ya kuratibu shughuli za serikali hapa mkoani Songwe, na hapa nina mkuu wa wilaya mheshimiwa Mwandobo ambaye amepewa dhamana ya kuratibu shughuli za serikali ndani ya wilaya ya Momba ambayo ndani yake ndio kuna Tunduma. Lakini bahati nzuri nina meneja wa TRA hapa wa mkoa, nina meneja msaidizi anayehusika na forodha yuko hapa. Mimi nimekuja na kamati ya usalama yote ya mkoa yupo mkuu wa trafiki wa mkoa, lakini kwa upande wa halmashauri yupo mkurugenzi na mwenyekiti wa halmashauri wote wapo, lakini tumeenda mbali zaidi, tuna meneja wa LATRA wa mkoa, lakini tuna mkurugenzi wa usafiri wa barabara, mkurugenzi wa barabara, kamishina Kahatano, na tuna wahusika a wa, wamiliki wa, wa, wa malori E, yupo mwenyekiti yupo na chifu hapa ndugu yangu Gama Mgendela, lakini wapo chama cha vyama, manake naona sio kimoja vinavyohusika na madereva wa malori sasa. Tumekutana na watu wa forodha, nimemwona yule mpare kule nyuma, mpare msangi e, yupo nadhani. Hatutakuwa na excuse sasa, leo tujenge msingi sio tu hatuwezi kuwa kila siku tunakaa kujadili jambo moja, lazima tujenge msingi ambao utaenda kutusaidia kumaliza changamoto za kukaa hapa kila siku. Sisi ni viongozi, hatuwezi kuwa tunaona tatizo hatulijengei msingi wa, wa kulitafutia matokeo ya kudumu e, uongozi sio kila siku kurejea kujadili tatizo lile maana lile, maana yake basi ama sisi tuna tatizo ama ama ama tatizo lenyewe lina tatizo, kwa sababu kama tatizo halitafutiwi suluhisho, mnakaa leo, mnakaa kesho, mnakaa kesho, mnakaa kesho kutwa, malalamiko ni yale yale. Maana yake kuna mahali sisi viongozi hatutimizi wajibu wetu ama wale wanaolalamikia tatizo hawatimizi wajibu wao, au tatizo lenyewe halitimizi wajibu wake. Na hatuwezi kuwa viongozi ambao tutakaa kimya tukiona hayo yanajitokeza. Kwa hiyo kubwa ni hilo tu, tunataka tujifunze tumefikia wapi. Nitatoa nafasi kwa makundi yote mseme, mkimaliza sasa mtatupa fursa na sisi ya kutafuta way forward, au sio? Jamani, meniruhusu tuanze na chama cha wasafirishaji e, madereva. Tuanze kujenga msingi kwa madereva, sisi huku tulitia aibu ama neno mpokee tena la leo tulipo. Mimi nimeanzia Lusaka kwa collector mkubwa Nilipomweleza hii stori na yeye akawa anashangaa, haiwezekani. gari document hiyo imekuwa surrender Zambia iwe na siku nane siku tisa haiwezekani. maelezo aloniagiza nilitimiza. Nilipofika hapa na nilianza kwenye yadi, document nayo, wataswe, nikupa, nilianza kwenye yadi zote kupitia kujua gari ambazo zina muda mrefu. Nimekuta mpaka gari ya Kongo hapa ina siku kumi na nne kumi na tano Sasa nikaanza kumuuliza swali lako ni nini? Mimi sikutaka hata meneja wa hapa kumweleza. Mimi nikavuka nikamwandikia collector pale Zambia. Kwamba tuna magari mengi sana. Nikampa hebu pokea hiyo list ya hayo magari. Hebu angalia hayo magari yako upande wa Tanzania yanangoja nini kuvuka kuja upande wa ko, nani? Zambia. Kwa Zambia ya kwanza. Lakini ya pili <coughs> je, mnaweza kupokea magari bila document? Akasema kwanza na yeye huyu naye hapa hapa bodi. Anasema anashangaa hayo magari huko inafanya nini? Gari ya kwenda Kongo na siku 11 inafanya nini hapa? Nikasema sasa kama na wewe unashangaa basi niache nirudi kwa meneja wa Tanzania. Nikarudi kwa meneja wa kweli. Meneja, haya ndio majibu ya Zambia na wao wanasema wanashangaa kwa nini magari hayaingi. Meneja hapa akasema basi tufanye majaribio. Tukakaa kwa kikao na mzee Msangi kwa maana ya wa maji, tukasema tufanye maji hizi gari mia mbili na kitu. Jumapili, ilikuwa Ijumaa tukasema tukae Jumamosi, Jumapili tuziite hizo tu. Niopa mkoa mkua zito hizo tu ambazo sasa oroza meneja wa hapa nayo collector kul nay kulikuja zilikuja gari tisa tu katika gari mia mbili na kitu. Na niuliza, sasa ananiuliza sasa mile nna na shida hapa. Collector alikuwa getini hapa anasubiri gari na oroza nayo gari hazikuja. Tunauliza madereva sasa maji ndo mesema tulete magari sasa mimi nataka tufanye ni mkuu wa mkoa, tukusaidie na sisi mm -hmm. Sisi madereva tuko nitaomba mm -hmm. wenzangu hao wabakie, tutakufanyia uchunguzi mdogo hapa wow, lakini si na hao wa ma transporter ni waombe wawepo hapa yeah. Kwa sababu hii document ambayo agent anasema amepeleka kule hawa hawajajibu, unaweza kaenda kukasikia document imeenda jana, gari na siku nane huko hmm. Fanye vitu Tujue kwenye kwenye haya magari kwanza, haya magari ya siku nane na siku sita tujue exact nini tatizo. Sijui, tunaelewana jamani? Kabisa. Kwa hiyo nadhani mwenyekiti wa hiyo kamataa na, na mita, wako au sio huyo? wewe utatutafutia mtu anayehusika na biashara sawa mmoja, lakini utatutafutia na mwanasheria sawa sawa, mkurugenzi. Alafu araisio mtu mmoja, RPC mtu mmoja, na TAKUKURU mtu mmoja, na uhamiaji mtu mmoja, alafu na TRA forodha mtu mmoja, nani Zaoro, Zaoro utaingia. Fanyeni hiyo kazi, tujue exactly what's happened. Haya magari yamekaa siku sita na mengine yamekaa siku nane. Dokumenti zilifuata taratibu, wapi palichelewa, wapi pameenda, sawa? Tumeelewana, tunawapa siku mbili. Leo kesho Alhamisi mtupe ripoti, kwa sababu sioni kitu kigumu. Zaoro. We ni expert kwenye eneo hilo, na bahati nzuri meneja msaidizi wa forodha amekupa mamlaka ya kuingia humo. Wewe utajifunza humo humo forodha inafanyaje kazi. Na wote niliosema leo kesho kesho kutwa jioni, kesho kutwa tunakutana hapa jioni, hata kama itakuwa saa moja hapa, mtusomee tujue tatizo lilikuwa nini. Sawa, tumeelewana hata kesho kwanza, mnaweza mpaka saa sita. Yeah, tufanye kesho, kesho saa kumi na no mbili jioni yeah. Saa kumi na moja nitakuja hapa, maana nitakuwa natoka ileje, nitakuja hapa saa kumi na moja na nusu tumalize, tusikae hapa, tunapiga ndani, kumbe kuna watu wanatupigia dawa ya mbu, si ndiyo? Eh, yeah, yeah, yeah, nadhani hiyo itatusaidia asante.